Siku kuzaliwa Rais Samia Suluhu Hassan eh, Januari ishirini na saba ilileta kampeni ya 27 ya kijani kupitia hapa TBC eh. Kampeni hiyo eh, kwa tathmini yako umeona imechagiza kiasi gani eh, swala zima hilo la mazingira na kushawishi watu kujitokeza kupanda miti? Asante sana. Kwanza awali yote tupongeze Mheshimiwa Rais kwa kweli na kumshukuru Mungu, sisi Watanzania wote na yeye mwenyewe tumshukuru Mungu kwa namna ambavyo amejalia afya njema na maamuzi yake ya kuifanya siku hii ya kumbukizi kuzaliwa kwake kuwa ni siku mahususi ya kuhamasisha upandaji miti siku hii imekuwa chachu kubwa sana tunashukuru pia namna ambavyo jamii imeipokea na kazi ambayo tumeifanya TFS na TBC kuhamasisha wananchi kushiriki siku hii imekuwa manufaa makubwa sana kitendo cha Mheshimiwa Rais kujitokeza mwenyewe kuzungumza kuhusu uhifadhi mali asili zetu uhifadhi wa miti na utunzaji wa misitu yetu imekuwa ni jambo ambalo limepata mwitikio wa hali ya juu, kwanza kwa sisi watendaji, lakini wananchi moja kwa moja, kiasi kwamba utaona maeneo mengi ambayo yalikuwa tena uharibifu sasa yamekuwa na, na, na, na, na unafuu mkubwa sana. Lakini Mheshimiwa Rais hakuishia hapo. Pia miaka minne iliyopita alitoa maelekezo mahususi ya kutatua migogoro iliyokuwa baina ya hifadhi zetu za misitu na hifadhi za wanyamapori na maeneo mengine na wananchi au na taasisi mbalimbali maelekezo yale ya kutatua migogoro ile imepunguza au imetatua migogoro kwa asilimia 96. Hali hiyo ina maana kwamba imeondoa uharibifu wa misitu ambayo ingeharibika ikiwa shughuli hizo za kibinadamu zingeendelea. Kwa hiyo mwitikio wa jambo hili ni mkubwa na umeenda kwa upana sana, si katika kupanda miti peke yake, lakini kwa dhana nzima ya uhifadhi wa rasilimali zetu za misitu na rasilimali miti nchini.